Mkuu Kassim Majaliwa amesema ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa ndiyo kitovu cha nchi na kwamba kila Mtanzania ameelekeza jicho lake pale kwa sababu anasubiri kupata huduma ya msingi. Ametoa kauli hiyo leo wakati akizungumza na wakurugenzi wakuu wa taasisi watumishi wa ofisi ya Rais TAMISEMI kwenye mkutano uliofanyika ofisi ya TAMISEMI mjini Dodoma. Waziri mkuu ametaka ofisi hiyo ihakikishe inaisimamia vizuri mikoa na halmashauri ili serikali iweze kupata matokeo mazuri na tarajiwa. Sasa tumekusudia kuwahudumia Watanzania, Watanzania ambao wanauelewa tofauti, wenye matakwa tofauti, na sasa tumeanza kuwajenga kutambua kwamba mtumishi wetu wa serikali ndio mhudumu wetu. Lazima ujione wewe ndio mhudumu, na kama ino ndilo na umeridhika kwamba wewe ni mhudumu, kazi yako kubwa, mwananchi yeyote anayekuja kuomba kwa huduma kwako, kwanza mpokee; pili msikilize anasema nini, anawaandikia nini, anashauri nini; tatu mhudumie. Waziri Mkuu alisema jukumu kubwa lililopo hivi sasa katika mamlaka za serikali za mitaa ni kuhakikisha kuwa zinabuni vyanzo vipya vya mapato na kusimamia vizuri ukusanyaji wa mapato ya serikali. Mapema akimkaribisha waziri mkuu kuzungumza na watumishi hao, waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI Bwana George Simba Chawene alisema TAMISEMI wapo tayari kubadilika na kufanya kazi kama kauli mbiu ya Rais John Pombe Magufuli inayotaka yani, hapa kazi tu na niseme tu, hii ni dalili kwamba siku hizi hakuna muda wa kupoteza. Hadhara kama hii ungetarajia ifike hapa saa sita muda wa mchana mchana, lakini ili msipoteze kazi, Mheshimiwa waziri mkuu ameamua kwanza, hata chai hatujapata hata kuongea na sisi, ili mkatekeleze majukumu yenu. Mheshimiwa waziri mkuu, huu nao ni ubunifu na ni meseji kwetu, na mimi nimeipata kama wenzangu hawajaiona, mi nimeiona. Kwetu tutaungana na nyie, mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri mkuu na mawazo mazuri ya mheshimiwa rais kwamba lazima watu tufanye kazi na tubadilike. Naye naibu katibu mkuu wa wizara hiyo, bwana Benard Makali, amempongeza waziri mkuu Majaliwa kwa kusimamia vizuri masuala ya elimu nchini wakati akiwa naibu waziri wa TAMISEMI anayeshughulikia masuala ya elimu. Toka Dar es Salaam, mimi Moses Masenga na